Moja ya sifa ya Afrika ni kitenge pamoja na batiki, na pia tunajua kwamba hiyo ndiyo asili yetu sisi wa Afrika, na siku ya leo nitaweza kukueleza kuhusu magauni mafupi ya vitenge ambayo ni ya taiti. Uh, pia tujue kwamba aina hizi za magauni ni moja ya magauni ambayo ni maarufu sana. Watu wengi wanajua aina hizi za magauni haya na pia wanavaa katika sehemu tofauti tofauti. Lakini pia siku ya leo nitaweza kukueleza ni sehemu gani ambao unaweza ukavaa aina hizi za magauni haya na ukawa na muonekano mzuri na muonekano wa kuvutia sana, kwa sababu sio kila gauni unaweza ukavaa sehemu yoyote ile. Hapana, kuna baadhi ya vitu ambavyo au baadhi ya magauni ambayo unaweza ukavaa kutokana na matukio tofauti tofauti, na siku ya leo hapa tutaweza kueleza zaidi kuhusu magauni haya. Haya, ya taiti ambayo ni ya vitenge. Kwanza nataka tuangalie maana ya gauni la kitenge na pia tutaweza kuangalia na asili yake. Tunaonyesha kwamba gauni hili la kitenge ni yale magauni ambayo yanakuwa yanabana kutoka katika maziwa, tumbo pamoja na hipsi na yanakuwa ni mafupi. Na pia anaweza kushona kwa styling tofauti tofauti. Na kitenge ambacho kinatumika ni kitenge cha Kiafrika, yaani hii ni moja ya asili ya Kiafrika. Kuna wengine ambao wanapenda magauni marefu lakini pia kuna wengine ambao wanapenda magauni mafupi. Na pia aina hizi za magauni haya ni moja ya gauni ambayo inawakilisha utamaduni wa Kiafrika na ni muhimu sana kuweza kuleta mitindo ya kisasa zaidi. Kwa hiyo aina hizi za vitenge hivi huwa vinaleta mitindo tofauti tofauti tofauti, na ni mitindo ambayo ni ya kisasa. Kwa hiyo kuna mitindo ya kijadi, lakini kuna mitindo ya kisasa. Lakini tukizungumza kuhusu magauni mafupi, tunaona kabisa kwamba ni magauni ya kisasa, maana magauni haya yanakuwa yanapendwa sana na watu wengi sana, hasa wale ambao wenye tii zao, wenye wenye nyashi jamani, si ndio eh? Mwingine hana hiyo nyashi, yenyewe hana, lakini mtu anafunga belti ili mradi tu aweze kuvaa gauni fupi. Jamani, gauni fupi lina mwonekano wake, gauni fupi lina mtamanisho jamani. Gauni fupi ni moja ya gauni nzuri sana linapendeza. Kwanza unakuwa uhuru hata unapokuwa unatembea yaani, alafu sasa unaonekana wee ni mtu ambaye ni wa kifahari zaidi jamani. Unapokuwa unavaa aina hizi za magauni haya, ambayo ni ya tight, lakini ni magauni mazuri, pendelea tu kutafuta kitenge ambacho kinakuwa na michoro mizuri na michoro ya kisasa. Nataka pia tuangalie kuhusu aina za magauni haya ya vitenge ambayo ni ya tight. Kwanza kabisa, nataka tu deal zaidi katika mikono. Kuna magauni ambayo yanakuwa na mikono ya kawaida, mikono yake kama ni mikono ya shati, ni mikono simple sana, lakini pia kuna yale magauni ambayo hayana mikono ndani. Wengine wanavaa singlet, wengine wana, I mean wanavaa ile bodysuit ambayo inakuwa inabana, lakini unakuta wengine Uh, wanavaa tu wenyewe ikiwa kama kawaida ambayo haina mikono lakini pia kuna wale ambao wanapendaga mfano kama wa A-line. Yani kigauni kinakuwa kinabana juu alafu chini kinakuwa kinamwaga hivi fulani, yani kina mkato fulani hivi ambao we mwenyewe ukiuona lazima utamaki, yani lazima utasimama kumwangalia huyo mtu amevaa ni mtu wa aina gani. Lakini pia tuangalie zaidi kuhusu rangi pamoja na michoro, azingatie sana hivi vitu, kwa sababu utakapokuwa unapata kitenge kizuri, basi lazima muonekano wako utakuwa ni mzuri. Jamani, asiwaambieni mtu, si tunajua kwamba kitambaa ni mshono, basi kitenge pia jamani ni mshono, na utakapokuwa unapata kitenge chako kikiwa na muonekano mzuri, lazima gauni lako litakuwa ni moja ya gauni zuri na ni gauni la kuvutia sana. Nataka pia tuweze kuangalia kuhusu accessories, kwa mfano vifaa kama hereni, vifaa kama belti vinaleta mvuto katika mwonekano wa vazi hili la gauni hili la taiti, lakini pia viatu kuna viatu vya kisasa lakini pia kuna viatu vya jadi. Viatu vya kisasa vinajulikana simple, flat uh, unakuta high heels. Hivyo ndio viatu vya kisasa, lakini viatu vya kijadi ni vile viatu vya zamani, mfano unakuta viatu ambavyo vinakuwa vina magoya magoya kama utataka kujua viatu hivyo unaweza kaniekea comment hapo, na nikaweza kukuonyesha hivyo viatu ambavyo vinakuwa vina magoya magoya. Lakini pia unaweza kuongeza kwa mfano koti au shati. Kuna wale wengine ambao wanavaa vikoti kwa juu kwa hiyo ile ni moja ya ya kuvidokezo ambavyo unaweza kutamanisha, yani kama vile unavokuwa unapika, jamani, unapika utaongeza soya sauce, utaongeza chumvi, vile ni udambwe udambwe, eh, ili ile mboga yako iweze kuwa tamu. Kwa hiyo hata katika mavazi, jamani, tuko hivyo hivyo, tunaweza kuongeza udambwe udambwe katika mavazi yetu ili kuweza kunogesha mwonekano. Lakini pia unapokuwa unavaa inakukinga wewe na baridi au inakukinga sana sana ni baridi, kwa sababu kama mfano utakuwa umevaa gauni lako la taiti alafu juu umeweza kuvaa kikoti chako ambacho kinaendana na gauni pale, unakuwa unajikinga na hali ya hewa ya baridi ya hewa ya baridi sije ka kupiga. Lakini pia ni moja ya kidokezo ambacho kitakufanya wewe uwe na mvuto zaidi. Vipi kuhusu mahali gani ambayo tunaweza tukavaa aina hizi za mavazi haya? Kwa mfano sherehe zile za kifamilia unaweza ukavaa, harusi, birthday unaweza ukavaa. Lakini pia kuna yale matukio rasmi na matukio ambayo sio rasmi, unaweza ukavaa aina hizi za mavazi haya, vile vile pia unaweza ukavaa katika um, mikutano ya kijamii au matukio ya kijamii, lakini pia unaweza ukavaa na matukio ya mfano wa msimu wa joto. Unaweza ukavaa jamani, joto likiwa kali, mtu hatakiwi kuvaa nguo za kubana sana. Unavaa tu nguo ambazo ni za kawaida sana, nguo ambazo zitakufanya wewe ujisikie kuwa huru zaidi. Magauni haya ya vitenge ni moja ya magauni ambayo yanakuwa yanatoa muundo wa kipekee sana na mtindo wa kiutamaduni au mtindo wa kisasa, na pia tujue kwamba mitindo ni njia inayo inajieleza lakini pia inahusisha na urithi wetu sisi wenyewe. Kwa hiyo tunarithi kutoka kwa mabibi zetu, tunarithi kutoka kwa mama zetu, lakini sisi tunaleta mtindo wa kipekee sana. Napenda sana kutoa shukrani zangu za dhati, vipenzi vyangu, kwa kuweza kunisikiliza kutoka mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Mimi nina ushauri kidogo, before hata sijaondoka. Naweza nikasema kwamba uh... Endelea tu kufuatilia uh, channel ya TZ Fashion ili uweze kupata mitindo mizuri zaidi, mitindo ya Kiafrika. Kama unatamani kujua aina za mitindo mingi za Kiafrika, unaweza ukabonyeza neno subscribe ili usipita na video zetu kila tunapokuwa tuna upload video. Tukutane wakati mwingine, bye. bye.